Ameyasema hayo mkuu wa wilaya Mafia Aziza Mangosongo akiwa kwenye maadhimisho ya juma la elimu ya watu wazima kisiwani humo, pamoja na kuitaka jamii ihimizwe kutoona aibu kwenda kujifunza, kwani elimu haina kikomo. Serikali yetu tangu mwanzo ilikuwa inahakisha kwamba watu wazima nchini wote wanajua kusoma, kuandika, lakini wanakuwa na elimu endelevu, kama ambavyo tumesikia kauli mbiu mwaka huu inasema kukuza kisomo katika zama za kidijitali kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Lakini jamii kwa ujumla ihimizwe kuondoa aibu na dhana potofu kuhusu elimu ya watu wazima, kwani kujifunza ni heshima na sio udhaifu. Kuna dhana ya mtu kuona aibu kwenda kujifunza. Kujifunza hakuna mwisho, kwao ni waombe ni watie heshima sisi wote tunaweza tukajifunza mambo mbalimbali tukiacha mbali, elimu ya darasani lakini tunaweza kujifunza elimu ya ufundi na elimu nyinginezo. Sambamba na hayo, Mangosongo amewataka wananchi wa wilaya mafya kujitokeza kushiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 pamoja na kulinda na kutunza amani iliyopo nchini. Niwaase na niwakumbushe ndugu zangu, tuna uchaguzi tarehe 29 mwezi huu wa kumi. Ni waombe wote ambao tumejiandikisha tushiriki kwenye uchaguzi, twendeni tukapige kura, lakini tuendelee kudumisha amani na utulivu. Amani ndio kila kitu katika maendeleo yetu. Pakiwa na amani tutazalisha mali, pakiwa na amani tutafanya shughuli zetu nyingine. Lakini amani inajenga umoja, inajenga upendo. Ni waombe kwa pamoja wana Mafia tuendelee kudumisha amani na ni waombe sana tushiriki kwenda kupiga kura. Awali akisoma taarifa fupi afisa elimu watu wazima wilaya Mafia hawa kidogo, ameeleza taasisi hiyo umepata mafanikio makubwa ikiwemo kuongezeka kwa idadi ya watu wanaojua kusoma kuhesabu na kuandika kutoka asilimia sabini na tatu hadi asilimia themanini na nne pointi tisa katika halmashauri yetu, tumeweza kuongeza idadi ya watu wanaojua stadi za kusoma kuandika na kuhesabu mwaka 2012 tulikuwa na asilimia 77.3, ambayo ilikuwa inaonekana hao ndio wanamudu kusoma kuandika na kuhesabu, lakini kwa sensa ya mwaka 2022 tuna asilimia 84.9. Hivyo tumepunguza ujinga kwenye halmashauri yetu, lakini pia kuongezeka kwa uandikishaji kwa wanafunzi wa shule za msingi pamoja na shule za sekondari. Pia tumefanikiwa katika kupatikana kwa mwongozo wa utekelezaji wa mpango wa mkeja ambao watawasaidia mashirika binafsi lakini hata walimu waliopo shuleni kuweza kuwawezesha hawa watu ambao hawafahamu kusoma kuandika na kuhesabu kupitia shughuli zao za kiuchumi wanazozifanya. Pia mgeni rasmi, ni wananchi tumefanikiwa kuwajengea uwezo kupitia, kupitia serikali na taasisi binafsi. Kwa mfano, kupitia vikundi vya asilimia kumi wananchi wamejengewa uwezo na wanamudu kujizalishia kipato wao wenyewe ikiwemo wakulima wa mwani na wale wajasiriamali wadogo wadogo. Baadhi ya waliohudhuria kwenye kilele cha maadhimisho hayo wameiomba jamii ya wananchi wa wilaya Mafe isitegemee kazi moja na badala yake wachangamkie fursa ili kufikia malengo yao, lakini kubwa kutaka kuelimisha jamii kwamba usitegemee tu kwamba kazi moja, eti kwa vile mimi ni mwalimu basi nisiwe na kutafuta fursa nyingine. Hapana, lazima tuwe watafutaji wa kutafuta riski kwa njia iliyo halali. Kubwa kwamba, angalia pale ulipo, ni fursa gani ambayo inahitajika uitoe. Moja wana nafasi yao ya kupata elimu nyingine ya ufundi katika kituo hiki hapo kinachomaliziwa hapo kwao. Tunawakaribisha kwa wingi kabisa, waje kupata huo ufundi kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Tubadilize tu hali, wala tusishike tama, kisomo kwetu ni mali, vizazi watagawana Tutengeze nchi yetu kwa kukuza ilimu yetu, maendeleo ya watu, kisomo ni ngao yetu, ima ima watu wetu, tuondoe kiza chetu, zama za kidigitali <laughs> <laughs> maendeleo, zama ma elimu. Nikiripoti kutoka kisiwani Mafia ni mimi Hadija Waziri.